Wakaguzi wa migodi ya madini na baruti wametakiwa kufanya kazi kwa weledi, kuongeza ufanisi na kufuata utaratibu na sheria za nchi katika utoaji wa huduma. Hayo yamesemwa Mei 29, 2025 na Mkurugenzi wa Ukaguzi wa Migodi na Mazingira, Mhandisi Hamisi Kamando jijini Mwanza wakati akifunga kikao kazi cha siku mbili cha wakaguzi migodi na baruti. Tumeshuhudia kuna matukio mengi sana ya, ya, ya, ya baruti E, ambayo sio mazuri katika mustakabali mzima wa, wa, wa usalama wa taifa letu. Hivyo tumeona tufanye maboresho kwenye kanuni hizo kwenye sheria ya baruti pamoja na kanuni zake, ili tuendelee kufanya vizuri zaidi. Hapa nitoe rai kwa wakaguzi wote wa migodi na baruti nchini, tuendelee kutumia kanuni hizi, tuendelee kufanya kazi zetu kwa weledi a, kufanya ukaguzi wa hauwezi kumwonea mtu, hufanye ukaguzi ambao ni ni, ni, ni wa kawaida wa kitaalamu ili tuweze kusimamia sekta yetu ya madini hii. Aidha, mhandisi Kamando amesema kikao hicho kimetoa mapendekezo ya maboresho ya kanuni za usalama, afya na utunzaji wa mazingira kwa kuwa zilizopo zimepitwa na wakati. Naye mwanasheria mwandamizi wa Tume ya Madini Damian Kaseko akiwasilisha mapendekezo ya sheria ya baruti sura ya 45 ambayo ilitungwa mwaka 1963 ameeleza kuwa maboresho yanayopendekezwa yanalenga kuboresha vifungu mbalimbali ili kuleta ufanisi katika usimamizi wa utekelezaji wa sheria. Marekebisho haya yanalenga kuboresha maeneo mbalimbali ya vifungu vilivyopo ili kuleta ufanisi katika utekelezaji wa sheria husika kwa kuzingatia kwamba Uh, ukiacha marekebisho machache yaliyofanyika eh, mwaka elfu mbili na mbili katika sheria namba tisa ya marekebisho ya sheria mbalimbali eh, sheria hii imekuwa ya muda mrefu mm -hmm. Hivyo tunaona ni bora kuiboreshe ili kuwezesha utekelezaji wa sheria hii uweze kufanyika eh, kwa kuzingatia hali iliyopo sasa. Mmoja wa washiriki hao Siliboga na afisa madini mkazi mkoa wa Simiyu wakaeleza umuhimu wa kikao kazi hicho. Fanya kazi inayofanana kwa nchi nzima, kwa maana ya kwamba wakaguzi wamepata mafunzo ya pamoja, lakini pia tumeweza kujifunza changamoto kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo migodi mikubwa. Kwa hiyo kikao hiki kimekuwa na umuhimu sana mkubwa ambao umejenga taaluma, ukizingatia kwamba tuna vijana ambao wanaingia kwenye tume bado wengine hawajafahamu vitu vingi, lakini kupitia mafunzo haya ya jana ambayo tumeyafanya yamekuwa na manufaa makubwa sana kwa vijana na wale ambao wamekuwepo muda mrefu kwenye sekta hii yetu ya madini. Lakini pia tumefanikiwa kama tume ya madini kwa pamoja kujadili masuala mbalimbali kama wakaguzi kuhakikisha ya kwamba sheria hii ya baruti ambayo ni ya muda mrefu toka mwaka 1963 ni muda mrefu na tumejaribu kuona mm. ni namna gani sasa tunaweza tukaiona, ukizingatia kwamba kipindi naandikwa na sasa, kuna mambo mengi yamebadilika, uwepo wa migodi mingi, lakini ukuaji wa sekta. Uh, mafunzo haya ni mazuri sana kwa sababu kama wakaguzi wa madini inatujengea uwezo na kujua nini ambacho tunatakiwa tufanye kabla hatujaenda kufanya ukaguzi. Jana tumejifunza jinsi ya kujua kwamba kwa nini ni muhimu kufanya ukaguzi. Uh, kuna mambo mbalimbali mbali ambayo tumea yanatakiwa kuboreshwa na, uh, leo tumejifunza jinsi ya kujua kanuni mbalimbali mbali ambazo zinatakiwa kufanyiwa marekebisho ili ziendane na hali halisi ya, ya ufanyaji kazi wetu mm. na kupata ufanisi wakati wa kwenda kufanya uka, ukaguzi.